Mambo vipi pezi, mtazamaji wa Line Plus TV, mimi ndo Tony. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba na, nakusogezea zile stories zote ambazo zinafanya vizuri kwenye mtandao wa kijamii then nakusogezea kwa upande wa YouTube. Nikukumbushe pia kama unaji subscribe ni wakati okay wako kuhakikisha so kwamba unaweza kitu kile ambacho kimeandikwa subscribe ili uwe mwana familia bora kabisa uh, wa Line Plus Media bana. Tumepata taarifa za kushtukiza kidogo uh, kuhusiana na uh, mchekeshaji maarufu na legendi Uh, nchini Tanzania ambaye uh, jina lake anajulikana kama uh, Emmanuel Matias lakini almaarufu watu wengi wanafahamu kama MC Pilipili amefariki akiwa jijini Dodoma na akiwa ameenda kufanya shughuli zake za UMC. Tunajua kwamba ukiachana na uchekeshaji, MC Pilipili pia alikuwa ni uh, mshehereshaji, yani kwa, kwa kifupi anaitwa uh, MC. Sasa baada ya kupata taarifa hizi, ili tupate uhakika zaidi, tulipata nafasi ya, ku, uh, ya kuongea na na kuzungumza na mganga mfawidhi eh, wa ya General Jiji Dodoma na alitujibu kama ifuatavyo. Mwandishi wa habari wa Dodoma. Kuna taarifa tumesikia ya kifo cha mchekeshaji maarufu MC Pilipili ambacho kimetokea hapo hospitali ya General. Tuthibitishe kwamba je, ni kweli ama ee ameshafariki labda sababu ya kifo ni nini tu? so, ni ajali au ni utafanya. Sante, nashukuru. So kwa ufupi ni hivyo, ni kwamba uh, baada ya, ya kuwasiliana naye tukagundua kwamba sababu ya kifo ambayo, ah, amemsababishia MC Pilipili kufariki haijawa general, lakini alimsema kwamba amefikishwa hospitali tayari akiwa ameshafariki. Lakini ukiachana na hivyo kuna watu maarufu, lakini pia ameenda Dodoma. E, kutokana na e, harusi ambayo kwenye recent post ambazo ameziposti ameposti post yake ya mwisho, nakumbuka ndo ameposti kutokana na tukio ambalo ameenda kulifanya kule Dodoma. Lakini kuna interview ya nyuma kidogo, tujikumbushe, ambayo ameifanya MC Pilipili, alihojiwa na alimoja, kati ya maswali ambayo aliulizwa ni sababu kwanini, e, kwa nini alikaa kimya kwenye upande wa e, wa wa comedian lakini maswali ambayo amejibu, alisema kwamba sababu ambayo uh, imemfanya amba mpaka awe kimya ni kifo cha mama yake mzazi na mama yake mdogo, ambayo ilisababishwa na amba ajali wakati wa harusi ya mdogo wake vilimlazimisha eh, kukaa kimya kwa kipindi kirefu kwa ajili kutokana na, eh, na majonzi ambayo alikuwa nayo. So sababu kubwa ambayo ilimfanya mpaka akae kimya kwenye kwa upande wa, eh, wa comedian alisema ni kwamba sababu ya kifo so ni binafsi. Nilikuwa sijui eh, kwamba mama yake pamoja na mama yake ya mdogo ya alifariki na sababu ambayo imefanyika afa, afariki ni ajali ambayo ilitokea wakiwa kwenye harusi ya mdogo wake. So kwa ufupi ni hayo tu ambayo tumekusogezea kama breaking, lakini tutaendelea kupa updates za moja kwa moja kutokana na taarifa nyingine ambazo tunaendelea kupata. Mi tu nikumbushe pia, kama unajisubscribe, e, ni wakati wako usakesha, kwamba unabonyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe, ili uwe mwanafamilia halisi kabisa wa Line Plus Media.